Singida, michezo mbalimbali mbali ya mashindano ya Mei Mosi yaendelea kurindima kwa hatua ya makundi kuelekea katika maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi duniani maarufu kama Mei Mosi yanayotarajiwa kufanyika mkoani Singida mwezi Mei mosi 2025. Michezo mbalimbali inaendelea kurindima katika viwanja tofauti tofauti vilivyopo halmashauri ya manispa ya Singida mkoani hapa kwa hatua ya makundi michezo mbalimbali mbali inaendelea kwa timu shiriki zikihusisha wafanyakazi kutoka mikoa mbalimbali mbali nchini. Kwa upande wa uwanja wa VETA, leo Aprili 20, 2025, imechezwa michezo hiyo, ambapo kwa upande wa mpira wa miguu timu ya wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki imemenyana vikali dhidi ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC na kuibuka kidedea kwa goli mbili bila, huku wakifurahia ushindi huo kwa kishindo. Aidha kocha wa timu ya wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki amezungumzia hali ya mchezo na jinsi walivyoibuka na ushindi huo mnono, na hapa anasema. Kwa majina anaitwa Shabani Maganga, kocha wa timu ya football ya wizara ya mambo ya nje na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa leo wa goli mbili kwa sifuri zidi ya, <coughs> zidi ya TPDC, kwani ushindi wa leo unatuhakikishia sasa hivi kufika pointi kumi na kuongoza ligi na kujihakikishia kuingia robo fainali. Kwa hiyo nashukuru wachezaji wangu kwa kujituma na kucheza vizuri, walipokea ma, maelekezo ambayo tuliwapa pamoja na kuwepo na, na injury, lakini halikuwepo pengo lolote, lakini nawashukuru wamejituma sana na tumeweza kupata ushindi na, na tuna, tunajiandaa kumaliza mechi kesho na Wizara ya Fedha mechi hiyo hatutatumia nguvu sana sababu tayari tushajiakishia kufuzu. Kwa hiyo tutacheza mpira na, na tunatamani tushinde sababu itakuwa mechi ya kisasi sababu wao tulicheza nao mechi ya fainali Mapinduzi kapu kule Zanzibar. Kwa hiyo mechi ya kesho itakuwa kama ya kisasi, na sisi hatutakubali kupoteza ili tuweze kulinda heshima ya wizara. Kikubwa tunawashukuru viongozi kwa hamasa yao wakiongeza na Mheshimiwa Waziri, makatibu wakuu, hamasa ambao wameipa kwa timu, kwa ndio hii inayopelekea kufanya vizuri timu yetu, na nawashukuru viongozi wa nje sport kwa umoja wao ambao tuko nao kambini, ambao umepelekea wachezaji nao kuweza kufanya vizuri, na uwepo wa Singida. Tumefurahia hali ya hewa ya Singida, ni rafiki na haitofautiani sana na ya Dodoma, kwa hiyo tumetrain vizuri na tuliwahi kuja kwa tuka train wachezaji nao wakapokea. Kwa hiyo ndio mafanikio ya kuleta timu mapema kambi, na nanii Singida, ndio inatupelekea kufanya vizuri. Ah, kitu ambacho nimekutana nacho Singida kwanza, moja ni u, ukarimu ukarimu wa wenyeji wetu ni waungwana, na hatujapata dosari yoyote hadi tukiwa tumefika hadi siku ya leo, tunaishi vizuri na wametupokea vizuri, kwenye hoteli tunavyoenda sehemu za chakula, wachezaji wanakula vizuri. Kwa hivyo ni kitu ambacho hatujapata kesi yoyote, kwa amekabwa siyo nani siyo nini, kama tunavyoendaga mikoa mingine, lakini Singida, hilo tukio hatujawahi kulisikia. Hata tunavyoenda kwenye kikao vikao vyetu vya jioni vya viongozi au na makocha, hatujawahi kupata kesi yoyote kama tulivyokuwa Arusha, kwa kuna mchezaji fulani kakabwa au nini. Kwa Singida usalama. Nawapongeza sana, wamejipanga. Sekretariati ya mkoa imejipanga, hata kwenye huduma kwenye viwanja vyetu wamejipanga vizuri. Pia nahodha wa timu hiyo ameeleza jinsi mchezo huo ulivyotamatika na ulivyowafanya kuibuka na ushindi na kuwafanya kufikisha alama kumi. Kwa majina, naitwa Mikidadi Saif Magola, ni team captain wa Nje Sports Club. Tunashukuru ushiriki wetu wa timu ya Nje Sports Club kwenye mashindano haya. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeshinda, tuko, tuko kwa goli mbili kwa sifuri. Kwa kweli, ukarimu wao ni wa hali ya juu. Tunashukuru tume, wametupokea vizuri sisi kama wageni wa mkoa huu wa Singida. Tunashukuru sana kwa hiyo. Sanjari na hayo, kocha wa timu ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC ameeleza jinsi ambavyo ameapokea matokeo ya kupoteza mchezo huo na kukiri kuwa wapinzani wao walijipanga vizuri, hali iliyopelekea wao kupoteza mchezo huo. Toa matokeo vizuri. Ni kocha wa shirika la mamlaka ya petroli na gesi TPDC. Uh, tupo kwenye mashindano ya Mei Mosi tunashiriki miaka mingi na huu ni mwaka wetu tuseme wa kumi, na tukishiriki michezo ni mizuri. Michezo ni mizuri kwa wafanyakazi kwa ajili ya kuwajengea afya watakaporudi kwenye makazi yao, lakini ushindani ule mkubwa kwenye viwanja kwa maana watu wanajiandaa vizuri, na kama watakuwa haujajiandaa vizuri basi utakuwa unapata matokeo ya kusuasua. Uh, TPDC ni shirika ambalo linakuwa lina watu wachache, kwa hiyo hata wanapokuja kwenye michezo wanakuja na namba ya watu wachache, kwa maana ya kwamba wanacheza michezo mingi, wachezaji hawa hawa wanacheza football, wanacheza net nani uh, basketball, wanacheza volleyball, na wengine wanakimbia kwa hiyo unakuta mtu ana load kubwa. Kwa hiyo kadri tunavyoendelea kucheza mechi na kwa ufinyo wa kikosi, tunakuja tunajikuta tunapata matokeo ambayo sio mazuri zaidi, kwa sababu tuna tunapigwa sana na fatiki, tunakosa rotation katika kikosi na wachezaji wanatumika katika michezo mingi, hiyo inapelekea sana kufat, kufanya vibaya katika mashindano hayo ya Mei Mosi. makau matokeo ya leo tumepoteza kwa goli mbili bila uh, ni mchezo sehemu ya mchezo lakini eneo kubwa la wachezaji wangu linaonekana kabisa fatiki inawaumiza, ni mchezesha wachezaji wenye injury wengi. Naye nahodha wa timu ya TPDC ameeleza namna walivyoshiriki katika mchezo huo, lakini hawajafanikiwa kushinda, huku wakitegemea mchezo unaofuata ili kuwawezesha kuwa katika nafasi nzuri. Kwa majina anaitwa Darushi Shija, ni team captain wa timu ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea na michezo salama. Mechi ya leo tumeweza kupoteza na hii inapelekea timu yetu kuwa katika mazingira magumu kidogo kuweza kufaulu kuendelea hatua inayofuata, lakini tunashukuru tumecheza vizuri kwa ile dhana ya michezo kwa wafanyakazi kwa ajili ya kuboresha afya. Tumejitahidi na tumeonyesha ushindani wa kutosha. Mechi ijayo, mechi ijayo ni mechi ambayo tunahitaji matokeo, ni kwa ajili ya kuiweka nembo ya shirika letu katika mazingira ambayo yanajenga heshima na ali pia kuonyesha namna ambavyo watumishi wafanyakazi wa TPDC tunaweza kupambana na kuweza kujitoa kwa ajili ya kulitetea shirika letu na nembo yetu katika mashindano haya ya Mei Mosi. Pia upande wa mpira wa pete, Tanesco imechakazwa kwa magoli 56 kwa kumi na nne na wapinzani wao timu ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kocha wa Wizara ya Mambo ya Ndani ameeleza furaha yake kufuatia ushindi huo mnono pia nahodha naye alieleza jinsi alivyofurahishwa na kupokea matokeo hayo yaliwafanya kuibuka kidedea kwa goli 56. Kwa majina naitwa anaitwa ili Mdilukapambala, ni mchezaji wa timu ya wizara ya mambo ya ndani. Mashindano kwa ujumla mwaka huu ni magumu sana, maana timu nyingi zimejipanga mno, lakini tunamshukuru Mungu mpaka saizi hakuna mechi yoyote tuliopoteza, na mechi yetu ya mwisho leo ilikuwa ni kati yetu sisi mambo ya ndani na Tanesco, na tumeibuka na vikapu 56 kwa 14 lakini bado tumebakisha game moja ambayo itatufanya tuwe mabingwa kwenye kundi, yaani sio mabingwa wa mashindano, lakini kwenye kundi ambayo tutacheza kesho na TAMISEMI. Nashukuru kwa kweli, mapokezi ni mazuri, hakuna vurugu. Yaani kijumla mashindano yako vizuri na mapokezi yako vizuri pia. Najisikia vizuri, na asili ya mafanikio ni mazoezi. Ukitenga muda mzuri wa kufanya mazoezi, lazima utafanya tu vizuri. Tanesco imechakazwa eh, kwa magoli 56 kwa kumi na nne na wapinzani wao Wizara ya Mambo ya Ndani, na hapa kocha anaeleza kwa majina, anaitwa Zainab Masudi, team coach wa timu ya netball Tanesco. Mechi ambayo iliochezwa kati ya timu yangu ya Tanesco na Mambo ya Ndani ilikuwa ni mechi nzuri yenye upinzani. Ni mechi ambayo ilikuwa inachezwa kistaarabu, ambayo imechezwa English netball. Ah, matokeo nimeyapokea tu vizuri kwa sababu wachezaji wangu wamecheza kwa hali moja, kwa nguvu moja na matokeo inabidi ni yapokee kutokana na wale wachezaji wa mambo ya ndani. Ni wachezaji ambao muda wote wao wanafanya mazoezi, yani michezo ni ipo kwenye ajira yao. Nimejifunza kwamba anatakiwa mchezaji afanye maandalizi ya mazoezi kwa muda mrefu. Nahodha wa timu ya Tanesco ameeleza anaitwa Agnes Zakaria Rioba, ni captain wa timu ya mchezo wa pete ya Tanesco. Um, uh, ushiriki wetu katika mchezo wa leo kwa kweli ni mzuri sana na tumeenjoy game, kwa sababu tumecheza game ambayo imetulia, lakini pia tumecheza kwa kutulia zaidi, hakuna aliyeumia. Kwa kweli tumefurahi na tumeenjoy game. Kufungwa kwetu tumechukulia kama challenge kwetu kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi na kuimprove zaidi. Naamini tutakapokuja tena wakati mwingine tutakuwa zaidi ya hapa tulipocheza leo. Mkoani Singida kwa kweli nimefurahishwa na hali ya hewa ya huku lakini pia tumepata fursa ya kubadili mazingira ya kazi. Mkoa wa Singida umebarikiwa na vitu vingi. Aa, nikipata fursa ya kuchukua kitu chochote, nafikiri tutachukua kuku wa kienyeji tunaowakosa sana Dar es Salaam, lakini pia mafuta ya alizeti. Mkoa wa Singida umebarikiwa kwa ajili ya mafuta ya alizeti. Ah, tunawakaribisha sana, kwa kweli ni mkoa mzuri ambao umetulia sana. Sambamba na hayo, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoani hapa almaarufu kama Sirefa Hamisi Juma Kitila ameeleza namna ambavyo mashindano hayo yalivyoleta tija na kuinua michezo mkoani Singida na hapa anaeleza kwanza. Kwanza, kwanza, ni nishukuru serikali kwa kuamua kuleta sherehe za Mei Mosi Singida. Sherehe hii zimekuja na fursa kubwa sana. Uwanja wetu wa Bombadia Ume, ume, umepata marekebisho makubwa kiasi kwamba sisi tutaenda kutumia kwa mashindano yetu mbalimbali. Viwanja mbalimbali vimeweza kuguswa kwa maana ya matengenezo, ili kuweza kuhosti hii tournament ya Mei Mosi. Kwa hiyo maandalizi haya hayakuja haya tu hivi hivi, ulikuwa ni mpango mkakati wa chama, lakini ni mpango mkakati wa serikali na mpango mkakati wa kamati inayoendesha mashindano haya mwisho wa siku tulikuwa tunatarajia kuwa na tournament ya Mei Mosi bora kuliko kuliko nyakati zote. Kwa so, sisi Singida tunapopata event tunafanya ni 100%. Yeah. Mimi ni John Hassan, Snado Real TV, Singida.